Abigail Chams baada ya kuweza kushindwa kwenye tuzo za BET mwaka 2025 asa hivi bado yuko zake nchini Marekani kwa ajili ya kuendeleza swala zima la kimuziki, na asa sahivi eh, ameonekana katika ofisi za Tido, ambapo Tido ni jukwaa la kimataifa la kuweza kusambaza muziki, lakini pia limekuwa likitengeneza video za ubora wa hali ya juu. Sasa kwa upande wa Abigail Chams ameonekana akiendeleza shughuli zake za kimuziki, na kama inafahamika kwamba katika siku za hivi karibuni aliweza kuachilia wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Hold Me ambao wimbo huu e bana uliachiwa kipindi ambacho yupo katika harakati za kupigiwa kula za BET katika mwaka 2025 ambapo alikuwa anawania kipengele cha best new international act. Sasa kwa upande wa Abigail Chams, baada ya kuweza kushindwa kwenye tuzo za BET, ameonekana kuendeleza harakati zake za kimuziki e bana huko nchini Marekani kuufanya muziki wake kwenda worldwide. Na kama navofahamika kwamba kwenye soko la kimuziki kidunia e bana Marekani huwezi ukawaacha, kwa sababu wao wamekuwa akiachilia muziki ambao muziki huu umekuwa ukisambaa duniani kote kwa ujumla. Sasa Abigail Chams anakutana pamoja na watu tofauti tofauti, na licha kwamba aliweza kushindwa ebana kwenye BET mwaka 2025 ebana kama kupata tuzo tu, lakini aliweza kupata baadhi ya vitu kama vile kuweza kukutana na vyombo tofauti tofauti ambavyo vimekuwa vikiandika ebana stories za wasanii kutoka e, mataifa tofauti tofauti, na ukiingia katika jarida ambalo limekuwa likiandika stories zao, basi unaonekana kwamba ni msanii ambaye ni mkubwa kinoma manoma noma. Jarida ambalo eh, Abigail Chams aliweza kuonekana akiwa anafanyiwa mahojiano ni Rolling Stone, ambalo jarida hili limekuwa likiandika eh, stories za mastaa tofauti tofauti wa Marekani, lakini pia nchi tofauti tofauti ambao ni wakubwa wakiwa wamejump in kwenye kurasa hizo. Hapo inaonekana kabisa kwamba msanii amepata mafanikio makubwa kinoma noma hata kujulikana na jarida hilo. Sasa baada ya eh, Abigail Chams kuweza kufika kwenye ofisi za Tidal, aliweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi, thank you all ye emoji me eh, flani via, eh, eh, via rangi nyeusi. Sasa huo ndio ujumbe ambao Abigail Chams ameweza ku share baada ya kuweza kutoka kwenye ofisi za tido na kama nilivyokufahamisha hapo kwamba tido ni moja kati ya ofisi kubwa zaidi Marekani pale eh, kama jukwaa la kimuziki kwa baadhi ya wa wasanii ambao wakiwa wanafika pale wanaweza wakasambaza kazi zao, aidha labda pengine ameweza kuachilia wimbo au album tofauti tofauti. Sasa kwa upande wa Abigail Chams ameweza kuonekana akiendeleza harakati zake za kimuziki wake kuweza kwenda viral kinoma noma na huko Marekani, kama inavyofahamika kwamba Marekani ni moja kati ya sehemu ambazo, bana, msanii yote akifika pale akiwa ana kazi zake ambazo ni kubwa akiziachilia kutoka pale Marekani, lakini pia wa Marekani wakiupenda muziki wako, basi amini kwamba dunia nzima wameweza kuupenda mziki huo kwa sababu Marekani inajumuisha watu wa mataifa tofauti tofauti, wakiwa wamefika pale kwa sababu ya harakati tofauti tofauti. Sasa unaweza kutupa mtazamo wako, kwa we mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha chao.